Kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kupitia Mheshimiwa Rais na sisi wakuu wa wilaya tumeweza kufikiwa na mkataba wa lishe ambao tumeusaini kupitia mkuu wetu wa mkoa, lakini pia nitumie nafasi hii kumshukuru sana mkuu wetu wa mkoa kupitia mkataba ule wa lishe ambayo tulisaini naye sisi kama wakuu wa wilaya, uh, tuliweza kwenda mkoa wa Njombe kwenda kujifunza ni kwa namna gani tunaweza kupambana na kutokomeza changamoto ya udumavu katika wilaya yetu ya Mpanda na sisi kama wilaya ya Mpanda tumejipanga kuhakikisha kampeni na mikakati ambayo imeshazinduliwa na mkuu wetu wa mkoa wa Katavi inatekelezwa ipasavyo na kwa wakati katika wilaya yetu ya Mpanda ili kuhakikisha changamoto hii ya udumavu inaondoka kabisa katika wilaya ya Mpanda. Na sisi wilaya ya Mpanda hatuna sababu yoyote ya kuambiwa tuna changamoto ya udumavu kwa asilimia thelathini na mbili. Wilaya ya Mpanda tunalima mazao yote, Wilaya ya Mpanda tunafuga, Wilaya ya Mpanda pia tunalima kwa maana ya miche ya matunda. Tunalima kila aina ya zao, tunafuga kila aina ya wanyama wanaostahili kufugwa, tunafuga katika wilaya yetu ya Mpanda. Kwao hatuna sababu yoyote ya kuambia sisi tuna udumavu kwa asilimia thelathini na mbili kwao katika wilaya yetu ya Mpanda tutaunda kamati ambayo hii kamati itakuwa jumuishi, itahusisha wataalamu itahusisha pia makundi mengine kwenye jamii wakiwemo viongozi wetu wa dini lakini pia viongozi wa kimila pamoja na waandishi wa habari. Na hii kamati itafanya kazi ya kuhakikisha ile mikakati tuliyojipangia kama wilaya inafika mpaka ngazi ya kitongoji. Kwa hiyo, tunatarajia kupitia hii kamati tutakuwa na ule mnyororo mzima wa usimamizi na ufuatiliaji kuanzia ngazi ya wilaya mpaka ngazi ya kitongoji, ambapo mwananchi mmoja mmoja ataguswa kuhakikisha anatekeleza hii mikakati na ni pamoja na kuhakikisha kila nyumba, kila familia, kila kaya inakuwa na bustani ya mbogamboga, lakini pia tunakuwa na miche ya matunda, lakini pia kuhakikisha kila kaya angalau inafuga mnyama yoyote ambaye anaweza akawapatia A, a, a, kupitia huyu mnyama tunaamini wanaweza wakanufaika na kupambana na hii changamoto ya udumavu. Kwa hiyo, katika wilaya yetu ya Mpanda tunatarajia kuhusisha makundi yote yaliyoko ndani ya jamii kuanzia walemavu, wazee, wazee maarufu, machifu, viongozi wetu wa kidini E, na makundi ya vijana ambayo wapo katika maeneo mbalimbali tunatarajia pia kuwahusisha kwa kiasi kikubwa sana. Lakini ukiacha upande wa jamii, tunazo pia taasisi zikiwemo mashule. Tumejipanga pia kuhakikisha hii kamati inafika kwenye mashule kutoa elimu kwa wanafunzi wetu, lakini kuhakikisha yale tunayotarajia yafanyike, ikiwemo haya masuala ya kulima mboga mboga, lakini pia masuala ya ufugaji na shughuli nyingine ambazo tunaona kwamba zinaenda kutuondolea changamoto ya udumavu katika wilaya yetu ya Mpanda. Hii kamati itafika kwenye hizo taasisi kuhakikisha watoto wetu ambao ndio taifa letu la kesho, na ndio tunaotarajia kupambana na hii changamoto kwao wanafikiwa, lakini pia itafika kwenye taasisi nyingine ikiwemo taasisi zinazotoa huduma za kiafya, zahanati, vituo vya afya pamoja na hospitali, kuhakikisha wale wagonjwa wanaofika, lakini akina mama wajawazito, ambapo ndio hasa changamoto ya udumavu inapoanzia, basi na wao wanapata elimu. Lakini ukiacha kupata elimu, tutahakikisha tunawafikia mpaka kwenye majumba yao kwao kupitia hii kamati utaenda kupata mabalozi wazuri sana ambao wataenda kuhubiri masuala ya lishe katika ngazi ya kaya, lakini katika ngazi ya jamii kwa ujumla wake, changamoto hii ya udumavu changamoto hii ya kuwa na lishe isiyokuwa nzuri ni changamoto yetu sote. Tuungane kwa pamoja, tutekeleze mikakati kwa pamoja, ili tuweze kuwa na kizazi, tuweze kuwa na Uh, watoto wetu wajayo, kizazi kijacho ambacho hakina kabisa changamoto ya udumavu, na mimi ninaamini yanawezekana kwa sababu nyenzo zote za kupambana na hii changamoto tunayo kama wanampanda.